Hey. Na mheshimiwa sawa, hey, huku so, tunaenda kwenye kwenye hey. Nakimbia sehemu hey. Habibu tunataka tuzungumze na na wewe kwa sababu wewe ni legend ndio tunataka tufahamu eh. Hey. Hey, kuhusu mambo mbalimbali yanayoendelea mbali, hapa nchi ndiyo tumeshuhudia vyama vya siasa chama tawala pamoja na vyama vya upinzani ndio vimeendelea kutoa matamko yao mbalimbali ndio tofauti, tofauti. Ndio, sisi lengo letu ni kujenga umoja Ndiyo. maridhiano Ndiyo. ili tuelekee kwenye mchakato wa kulibadilisha taifa letu kwa maana ya katiba mpya sahihi kabisa. Unazungumziaje kwanza haya matamko yanayotolewa na viongozi mbalimbali wa hivi vyama vya kisiasa? Ndio, asante. Ah, okay. Tuanze hapo kwanza. Mimi nawaambia na, na, na wakumbusha Watanzania ni e, vyema tukatumia kipindi hiki kutafakari e, kuchuja kusikiliza, ili tunapofika wakati wa kutaka kuamua tuamue kwa busara. Wanasiasa hasa wanasiasa wa vyama vya upinzani wamekuwa wakitumia e, ufuasi wao wafuasi wao, wakitumia ushawishi wao kwa wafuasi wao kuwapeleka vile ambavyo wanaona wao inafaa. E, mfano makamu mwenyekiti wa Chadema ndugu Heche kwa kipindi kirefu sasa amekuwa akitumia, e, ukubwa wake kwenye chama kuwasukuma na kuwalazimisha wenzake kufuata matamanio yake na si matamanio ya chama chao. Kwa mfano e, tunavyozungumza mimi na wewe Heche ameshiriki majaribio kadhaa kuzuia ifike, ili yeye aendelee kujinufaisha. Tunavyozungumza mimi na wewe Heche Lissu, Heche, e, Lissu, I mean, Heche e, Lema E, Sugu hawazungumzi lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu kina Lema ambao walishirikiana na Heche miezi kadhaa nyuma, sasa hivi anafika mwaka kumngoa Mbowe. Heche amewageuka wenzake, yeye anataka kumiliki maridhiano. Anataka kumiliki mijadala yote ya Chadema. Anataka kumiliki kila kitu kinachohusu mijadala kwa maslahi ya chama chao. Na watu wanaona, watu wanamuona Heche wanamuona akiwa wamemuona wakiwa wanakuwa naye, wanamuona kwamba mtu ambaye kipato chake akiambiwa akielezea hawezi kukielezea, maanake nini? Maana yake Eche kwa kushirikiana na marafiki zake wa ndani na nje ya Chadema wa ndani na nje ya serikali wametengeneza kamkakati ka kumnufaisha yeye ili amdhibiti lisu. Na juzi wenye vitu wa mikoa wa Chadema wamekaa wamefanya mkutano wao kupitia, kupitia, kupitia mtandao na wameazimia mambo kadhaa. Moja kati ya walioazimia ni hili la kutokukubaliana na Heche na wenzake kuendelea kuwatumia kama, kama daraja. Kwa hivyo ukiniambia mimi nitoe mtazamo wangu, nitawaambia Watanzania, hawa viongozi wa vyama vya siasa ni watu wa kuangalia, hasa viongozi wa upinzani. Ila sisi Watanzania lazima, tunavyowasikiliza tuchanganye na akili zetu. Kwa mfano mwingine, wewe unafahamu kwamba e, mwenyekiti wa Chadema Lisu, pamoja na kwamba ni mpinzani anapinga CCM kila siku, unafahamu kwamba mmoja kati ya watoto wake amezaa na mtoto wa kiongozi mkubwa wa CCM. Unafahamu kwamba yani Lisu huyu anaosema CCM haifai, anakaa akikao na familia, akirudi kwenye familia yake mkwe wake ni mmoja kati wa, mmoja, ni mtoto wa, mmoja kati ya viongozi wakubwa wa CCM. Maanake nini? Manake maisha yetu sisi ya kisiasa maisha yetu ya Watanzania kama daraja ya kufanikisha malengo yake ya kutengeneza fedha, ni vyema akatanguliza mbele maslahi ya taifa. Hakuna stori tena saa hizi kwenye taifa kwamba palitokea shida, kila mtu anajua. Kwa mimi ukiniambia nini maoni yangu, mimi nakwambia Heche anaendelea kupiga pressure ili aendelee kutengeneza fedha fedha ambazo yeye anapata kupitia wazungu na watu wa ndani kujijenga chama chao. Heche anatumia fursa hiyo, fursa hiyo kukusanya fedha kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo yeye mkakati wake wa kwanza kuhakikisha Lisu yupo ndani, lakini kama CHADEMA wangeamua kutaka Lisu awe nje, Lisu angesha kuwa nje kwa sababu baraza la mawaziri kashatengeneza serikali, hauwezi kumfanya chochote kwenye kiti chake. Lakini anasema hapana, tukae tulidhiane lakini Heche anataka maridhiano afanye yeye Heche anataka kila kitu afanye yeye na bahati mbaya sasa kwenye kula amewageuka wenzake na mimi sishangai kwa msiojua Heche kufika hapo alipofika amefikishwa na Mbowe yani hapo Dar es Salaam Heche alikuwa akija anafikia nyumbani kwa Mbowe hata nyumba yake ya kwanza kupanga Heche alipangiwa na Mbowe kupelekwa kwa waandishi wa habari alipelekwa na Mbowe kutengenezwa alitengenezwa na Mbowe hata hadisi inayosema mimi kukatwa ili awe makamu awe mwenyekiti wa vijana, nilikatwa na nani? Na Mboye. Lakini Mboye alimlipa nini? Alimgeuka, akamshambulia, akamng'oa wenyekiti wake. Sasa bahati nzuri, sasa kikundi cha wachawi, umoja wa wachawi haudumu hasa. Siku chache hmm, zijazo wataeleza. Pamoja na haya, nafikiri nimekujibu vizuri, bwana mwandishi. Una swali lingine? Swali la mwisho kabisa, ndio. Tunafikaje? Mi nafikiri kwanza, tufurahi, tuna rais ambaye ni mwema sana, Rais Samia yeye ameamua kwa dhati kuliunganisha. Alianza nalo kabla ya uchaguzi, alivyoingia tu akaja na ara nne, ara yake namba moja ni reconciliation, maana yake maridhiano ko. Ili tufike kwenye maridhiano sawa sawa, lazima wanasiasa wakina Heche waache kuwatumia wafuasi wao kama madaraja ya kufanikia malengo yao, kwa sababu huku upande wa pili CCM hapo tayari sisi raia tuko tayari, na ndio maana rais alishatengeneza serikali, alishatengeneza kikosi kikosikazi chini ya msajili wa vyama vya siasa. Wanachama wa vyama vyote walishiriki kasoro Chadema. Fine, Chadema walikuwa na hoja zao kipindi hiko, leo zile hoja hazipo tena, na wanafanyaje? Wanagoma. Kwa hiyo mimi nasema ili tufike kwenye maridhiano, maridhiano yawe na tija, maridhiano yawe na maana, watu aina ya Eche waache kupotosha na waache kutumia vibaya madaraka yao. safi bana. Sahihi kabisa. Unazungumziaje kwanza haya matamko yanayotolewa na viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa? Yes. Ndio, asante. Au swali endelea. Kwanza mimi nawaambia na, na, na wakumbusha Watanzania ni e, vyema tukatumia kipindi hiki kutafakari e, kuchuja, kusikiliza ili tunapofika wakati wa kutaka kuamua tuamue kwa busara. Wanasiasa hasa wanasiasa wa vyama vya upinzani wamekuwa wakitumia eh, ufuasi wao wafuatavyo wanaona wao inafaa eh, mfano makamu mwenyekiti wa CHADEMA ndugu Heche kwa kipindi kirefu sasa amekuwa akitumia e, ukubwa wake kwenye chama kuwasukuma na kuwalazimisha wenzake kufuata matamanio yake na si matamanio ya chama chao. Kwa mfano e, tunavyozungumza mimi na wewe, Heche ameshiriki majaribio kadhaa, amezuia na amezuia, sio kwa sababu nyingine, amezuia kwa sababu kwa kuwa maabusu Lisu, yeye huku anaendelea kujijenga, yeye huku anaendelea kutengeneza fedha, yeye huku anaendelea kutengeneza ushawishi. Sasa mtu kama Heche e, kama ni sahihi kuendelea kulazimisha wenzao kubaki kwenye changamoto ili yeye aendelee kujinufaisha? Ninavyozungumza mimi na wewe e, Heche e, Lisu amini Heche E, Lema, e, Sugu hawazungumzi lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu kina Lema ambao walishirikiana na Eche miezi uka wenzake yeye anataka kumiliki maridhiano. Anataka kumiliki mijadala yote ya Chadema. Anataka kumiliki kila kitu kinachohusu mijadala kwa maslahi ya chama chao. Na watu wanaona, watu wanamuona Eche wanamuona akiwa wamemuona wakiwa wanakuwa naye wanamuona kwamba mtu ambaye kipato chake akiambiwa akielezea hawezi kukielezea. Manake nini? Maana yake Heche kwa kushirikiana na marafiki zake wa ndani na nje ya Chadema, wa ndani na nje ya serikali, wametengeneza kamkakati, mkakati ka kumnufaisha yeye, ili amdhibiti lisu. Na juzi wenye vitiwa mikoa wa Chadema wamekaa wamefanya mkutano wao kupitia, kupitia, kupitia mtandao na wameazimia mambo kadhaa. Moja kati ya walioazimia ni hili la kuto kukubaliana na Heche na wenzake kuendelea kuwatumia kama, kama daraja. Kwa hivyo ukiniambia mimi nitoe mtazamo wangu, nitawaambia Watanzania, hawa viongozi wa vyama vya siasa ni watu wa kuangalia kwa macho mawili, ni watu wa kuwatafakari sawasawa. Viongozi wetu wa vyama vya siasa sio wa kweli, sio waaminifu hasa viongozi wa upinzani ila sisi wa Tanzania lazima tunavyowasikiliza tuchanganye na akili zetu. Kwa mfano mwingine, we unafahamu kwamba e, mwenyekiti wa Chadema Lisu pamoja na kwamba ni mpinzani anapinga CCM kila siku, unafahamu kwamba mmoja kati ya watoto wake amezaa na mtoto wa kiongozi mkubwa wa CCM, unafahamu kwamba yaani Lisu huyu anaosema CCM haifai anakaa kikao na familia akirudi yeah, kwenye familia yake mkwe wake ni mmoja wa, mmoja, ni mtoto wa, mmoja kati ya viongozi wakubwa wa CCM maanake nini? Maanake maisha yetu sisi ya kisiasa maisha yetu ya Watanzania ni imara zaidi kuliko tofauti zetu za, za kisiasa kuliko matamanio yetu ya, ya kisiasa e, unavyotaka kumtumia e, e, Heche anavyotaka kuwatumia wenzake kama kalai kama daraja ya kufanikisha malengo yake ya kutengeneza fedha ni vyema akatanguliza mbele maslahi ya taifa. Hakuna stori tena saa hizi kwenye taifa kwamba palitokea shida, kila mtu anajua. Kwa mimi ukiniambia nini maoni yangu, mimi nakwambia, Heche anaendelea kupiga pressure ili aendelee kutengeneza fe, ambao wananufaika na migogoro katika taifa. Kwa hivyo maeneo ambayo Heche angeweza maeneo ambayo chama kingetumia kujijenga chama chao Heche anatumia fursa hiyo, fursa hiyo kukusanya fedha kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo yeye, mkakati wake ukisikiliza, e, serikali, ukimsikiliza Rais Samia anataka maridhiano. Yaani imajini mtu ambaye tayari ni rais ashatengeneza baraza la mawaziri ashatengeneza serikali, hauwezi kumfanya chochote kwenye kitu chake, lakini anasema hapana, tukae turidhiane, lakini Heche anataka maridhiano afanye yeye. Yeye anataka kila kitu afanye yeye na bahati mbaya sasa kwenye kula amewageuka wenzake na mimi sishangai. Kwa msiojua Heche kufika hapo alipofika, amefikishwa na Mboe yani, hapa Dar es Salaam Heche alikuwa akija anafikia nyumbani kwa Mboe. Hata nyumba yake ya kwanza kupanga Heche alipangiwa na Mboe, kupelekwa kwa waandishi wa habari alipelekwa na Mboe, kutengenezwa alitengenezwa na Mboe. Hata hadithi inayosema mimi kukatwa ili ayo makamu ayo mwenyekiti wa vijana, nilikatwa na nani? Na Mboe. Lakini Mboe alimlipa nini? Alimgeuka, akamshambulia akamoa wenye kiti wake sasa. Bahati nzuri sasa, kikundi cha wa, wachawi umoja wa wachawi haudumu. Sasa Heche kashirikiana na Lema kumzuru Mbowe <laughs> leo Heche kamgeuka Lema. Ninavyokwambia leo wenye vitu wa mikoa wa Chadema watafanya press conference siku chache zijazo, wataeleza pamoja na haya. Nafikiri nimekujibu vizuri, bwana mwandishi. Una swali lingine? Swali la mwisho kabisa. Ndio, sasa hapa tunakuelekea hmm, maridhiano ndio tunafikaje? Mi nafikiri kwanza, tufurahi tuna rais ambaye ni mwema sana. Rais Samia yeye ameamua kwa dhati kuliunganisha taifa, na unafahamu kwamba masuala la maridhiano, Rais Samia alianza nalo kabla ya uchaguzi. Alivyoingia tu akaja na ara nne. Ara yake namba moja ni reconciliation, maana yake maridhiano. Kwa hiyo ili tufike kwenye maridhiano sawa sawa, lazima wanasiasa wakina Heche waache kuwatumia wafuasi wao kama madaraja ya kufanikia malengo yao. Kwa sababu huku upande wa pili CCM hapo tayari. Sisi raia tuko tayari. Na ndio maana rais alishatengeneza serikali alishatengeneza kikosi kazi chini ya msajili wa vyama vya siasa. Wanachama wa vyama vyote walishiriki. Kasoro Chadema, fine. Chadema walikuwa na hoja zao kipindi hiko. Leo zile hoja hazipo tena na wanafanyaje? Wanagoma. Kwa hiyo mimi nasema ili tufike kwenye maridhiano. Maridhiano yawe na tija. Maridhiano yawe na maana. Watu aina ya Heche waache kupotosha na waache kutumia vibaya madaraka yao. Asante sana nashukuru kwa kuni surprise. Eh, next time tutakaa tutapanga vizuri Safi. Pamoja sana. Haya, asante sana uh. na, eh. na mheshimiwa eh, sawa. Sasa. Huko tunaenda kwenye kwenye nakimbia sehemu. Eh. Eh. Habibu tunataka tuzungumze na vya sauti. Ndio. Sisi lengo letu ni kujia katiba mpya. Sahihi kabisa. Unazungumziaje kwanza haya matamko yanayotolewa na viongozi mbalimbali wa vyama vya kisiasa? Ndio. Asante. Au sio endelea? Ah, tuanze hapo. Inaendelea. Kwanza mimi na na na, nawaambia na wakumbusha wa Tanzania. tanzanializa ili tunapofika wakati wa kutaka kuamua, hasa wanasiasa wa vyama vya upinzani wamekuwa wakitumia e, ufuasi wao wafuasi wao wakitumia ushawishi wao kwa wafuasi wao kuwapeleka vile ambavyo wanaona wao inafaa. Kwa kipindi kirefu sasa amekuwa akitumia e, ukubwa wake kwenye chama kuwa E, tunavyozungumza mimi na wewe Heche ameshiriki majaribio kadhaa kuzuia jitihada zote zilizokuwa zinataka e, Tundu Lissu kwa mfano kesi yake ifike mwisho. Amezuia, na amezuia sio kwa sababu nyingine, amezuia kwa sababu, kwa kuwa mahabusu Lissu, yeye huku anaendelea kujijenga yeye, huku anaendelea kutengeneza fedha yeye huko wanaendelea kutengeneza ushawishi usha. Sasa wanaChadema na Watanzania wengine wanaopenda demokrasia eh, lazima watafakari eh, watu kama Heche eh, kama ni sahihi kuendelea kulazimisha wenzao kubaki kwenye changamoto ili yeye aendelee kujinufaisha. Navyozungumza mimi na wewe eh, Heche eh, Lissu, I mean Heche eh, Lema, E, Sugu hawazungumzi lugha moja. Kwa nini? Kwa sababu kina Lema ambao walishirikiana na Heche miezi kadhaa nyuma, sasa hivi anafika mwaka kumng'oa Mbowe, Heche amewageuka wenzake. Yeye anataka kumiliki maridhiano, anataka kumiliki mijadala yote ya Chadema, anataka kumiliki kila kitu kinachohusu mijadala kwa maslahi ya chama chao, na watu wanaona, watu wanamuona Heche He, wanamuona akiwa wamemuona wakiwa wanakuwa naye wanamuona kwamba mtu ambaye kipato chake akiambiwa akielezea hawezi kukielezea. Maana yake nini? Maana yake Heche kwa kushirikiana na marafiki zake wa ndani na nje ya Chadema, wa ndani na nje ya serikali, wametengeneza kamkakati ka kumnufaisha yeye ili amdhibiti lisu. Na juzi wenyeviti wa mikoa wa Chadema wamekaa wamefanya mkutano wao kupitia, kupitia, kupitia mtandao na wameazimia mambo kadhaa. Moja kati ya walioazimia ni hili la kuto kukubaliana na Heche na wenzake kuendelea kuwatumia kama, kama daraja. Kwa hivyo ukiniambia mimi nitoe mtazamo wangu, nitawaambia Watanzania hawa viongozi wa vyama vya siasa ni watu wa kuangalia kwa macho mawili, ni watu wa kuwatafakari sawasawa. Viongozi wetu wa vyama vya siasa sio wa kweli, sio waaminifu hasa viongozi wa upinzani, ila sisi wa Tanzania lazima tunavyowasikiliza tuchanganye na akili zetu. Kwa mfano mwingine, wewe unafahamu kwamba e, mwenyekiti wa Chadema Lisu, pamoja na kwamba ni mpinzani, anapinga CCM kila siku, unafahamu kwamba mmoja kati ya watoto wake amezaa na mtoto wa kiongozi mkubwa wa CCM? Unafahamu kwamba yani, Lisu huyu anaosema CCM haifai anakaa akikaa na familia akirudi kwenye familia yake mkwe wake ni mtoto wa mmoja kati ya viongozi wakubwa wa CCM. Maanake nini? Maanake maisha yetu sisi ya kisiasa, maisha yetu ya Watanzania ni imara zaidi kuliko tofauti zetu za, za kisiasa, kuliko matamanio yetu ya, ya kisiasa. E, unavyotaka kumtumia Heche, e, anavyotaka kuwatumia wenzake kama kalai, kama madaraja ya kufanikisha malengo yake ya kutengeneza fedha ni vyema akatanguliza mbele maslahi ya taifa hakuna stori tena saa hizi kwenye taifa kwamba palitokea shida, kila mtu anajua. Kwa mimi ukiniambia nini maoni yangu, mimi nakwambia, Heche anaendelea kupiga pressure ili aendelee kutengeneza fedha, fedha ambazo yeye anapata kupitia wazungu na watu wa ndani ambao wananufaika na migogoro katika taifa, kwa hivyo maeneo ambayo Heche angeweza maeneo ambayo chama kingetumia kujijenga chama chao Heche anatumia fursa hiyo, fursa hiyo kukusanya fedha kutoka ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo yeye mkakati wake wa kwanza kuhakikisha Lisu yupo ndani, lakini kama Chadema wangeamua kutaka Lisu awe nje Lisu angesha kuwa nje, kwa sababu ukisikiliza e, serikali ukimsikiliza rais Samia anataka maliviano. Yani, imagine mtu ambaye tayari ni rais ashatengeneza baraza la mawaziri kashatengeneza serikali, hauwezi kumfanya chochote kwenye kitu chake. Lakini anasema hapana, tukae tulidhiane, lakini Heche anataka maridhiano afanye yeye. Heche anataka kila kitu afanye yeye, na bahati mbaya sasa kwenye kula amewageuka wenzake, na mimi sishangai. Kwa msiojua Heche, kufika hapo alipofika amefikishwa na Mbowe. Yani hapo Dar es Salaam, Heche alikuwa akija anafikia nyumbani kwa Mbowe hata nyumba yake ya kwanza kupanga Heche alipangiwa na Mboye. Kupelekwa kwa waandishi wa habari, alipelekwa na Mboye. Kutengenezwa, alitengenezwa na Mboye. hata hadithi inayosema mimi kukatwa, ili ayo makamu, ayo mwenyekiti wa vijana, nilikatwa na nani? na Mboye. Lakini Mboye alim, alimlipa nini? Alimgeuka, akamshambulia, akamng'oa wenyekiti wake. Sasa bahati nzuri sasa kikundi cha wa, wachawi, umoja wa wachawi udumu, hasa Heche kashirikiana na Lema kumzuru Mboye. <laughs> Leo Heche kamgeuka Lema, ninavyokwambia. Leo wenye vitu wa mikoa wa Chadema watafanya press conference siku chache zijazo, wataeleza pamoja na haya. Nafikiri nimekujibu vizuri, bwana mwandishi. Una swali lingine? Swali la mwisho kabisa. Ndio, sasa hapa tu jua kali hapa kuelekea maridhiano, ndio tunafikaje? Mimi nafikiri kwanza tufurahi, tuna, tuna rais ambaye ni mwema sana. Hey, Rais Samia yeye ameamua kwa dhati kuliunganisha taifa na unafahamu kwamba swala la maridhiano Rais Samia alianza nalo kabla ya uchaguzi, alivyoingia tu akaja na ara nne. Ara yake namba moja ni reconciliation, maana yake maridhiano ko. Ili tufike kwenye maridhiano sawa sawa, lazima wanasiasa wakina Heche waache kuwatumia wafuasi wao kama madaraja ya kufanikia malengo yao, kwa sababu huku upande wa pili CCM hapo tayari sisi raia tuko tayari na ndio maana raisi alishatengeneza serikali alishatengeneza kikosikazi chini ya msajili wa siasa. Wanachama wa vyama vyote walishiriki kasoro Chadema. Fine, Chadema walikuwa na hoja zao kipindi hiko, leo zile hoja hazipo tena, na wanafanyaje? Wanagoma. Kwa hiyo mimi nasema ili tufike kwenye maridhiano, maridhiano yawe na tija, maridhiano yawe na maana, watu aina ya Eche waache kupotosha na waache kutumia vibaya madaraka yao. Safi bana, mimi mchana mwema. Asante kwa sana. Nashukuru. Na kwa kuni surprise, eh, next time tutakaa tutapanga vizuri pamoja sana sana. Aya, asante sana.